Nini bali Bwana anastahili kuteketezewa mafuta ambaye mtumishi wa Mungu Samueli alikuwa anateketezea Bwana Amen. Tukiangalia katika kitabu cha eh, Samueli 15 tutapata Sauli akiambiwa Bwana anapendekezwa na mabuta kama vile anavyopendekezwa nawe ukitii. Ni akina nani wanayeteketeza mabuta? Wale wanayetii. Kama hakuna kutii na kumsikiliza Mwenyezi muumba mbingu na nchi, hautakuwa na ruhusa na wakati huu, kwa maana makanisa tumengeuka Mungu. Tumeshindwa na kubeba sanduku la gani? Amen. Kwa maana hatuna sheria. Kwa maana tumegeuka Mungu. Amen. Bado tumeshindwa na kuwa na sheria. Amen. Inafika kiwango cha kuwa ya kwamba tunataka nasikia kundu hito kwenda. Tunabidiia kwasi. Na ndiye na haki. Yule anayetaka haki, anakuacha walio tena haki. Amen. Nasi sisi watu wa Mungu kama tunataka haki, lazima tuambatane na biburia, maana ndio iko nauaki. Ni naaki aali anatenda haki mbele ya Mwenyezi Mungu, mbingu na nchi. Ni lazima ujia kwamba haki inaongoza watu katika mafanikio. Haki inapea watu baraka. Kutenda haki kunabarikisa mtu kuwa ya kwamba anafanana na aliyekuwa mbele aliyebarikiwa. Sasa ia tunaita Mungu wa Elija

tunabwata sibile sisi nataka kahii kanisa lina mea. Watu walikataa sheria, makanisa walikataa sheria, wakasema ya kwamba hii agano la kale limepita. Na agano la kale ikipita, wewe tu maana unaitwa kama babu yako. Mana ujapita, kwa nini unaitwa kama babu yako? Tusipofuata sheria za Musa tutafuata sheria gani? Kwa hivyo sababu sisi tunasema ya kwamba Mungu ni agano ni kwa maana Yesu aliyewaambia kwamba kama mwezi kumjua Musa na kupokea Musa hata nini, mtanijua namna gani? Amen. kama mjui Musa katika kitabu cha John chapter 5 verse 45 na 43, usikie ila inasemekana. Kwa hivyo nasema kama mtu mwingine anakuja kwa nguvu zake

Mwingine akuje kwa jina lake mwenyewe, mutamkubali. Wewe ni mkaa Mosa mukubaliana naji. Ninyi mnajikuania heshima wenyewe kwa wenyewe, na heshima niliyotoka kwa Mungu aliye mmoja amuitafuti

Na watu hawajui, hawajui ya kwamba Yesu alisemaje zikuja kuvunja sheria bali kusitimiza. Kwa hiyo ndipo maandiko inasema ya kwamba Mathayo 5:17, Sheria kuu na sheria mpya ya Yesu Kristo Mwikaswa, nye, kanana, wakia, kanana, wakia, kanana, wakuma, Musizani ya kwamba nilikuja kuvunja sheria wala vitabu ya manabii.

Na tutaki sheria na tunataka kubanikiwa yeah. Utaki sheria za Mungu, na ya unataka watoto wako washike sheria, watasema gani? na... kama we unaitwa baba, hata kijana yako ataitwa baba yeah. na kama autaambatana na sheria anaea yeah. yeah. yeah. yeah. kama unataka watoto wako washike sheria zile zako, kwanza hawajui za kanisani, hawezi kushika zako, maana za kanisani zinasema ya kwamba Yesu. Amen. Yesu baba na mama. Na mama. Amen. Itakuwaje nyinyi watu wa makanisa mnasema ya kwamba sheria si imeisha? Sasa eti damu ya Yesu imenikomboa. Damu ya Yesu imenikomboa, sasa niko sawa. Hata ukisini umekombolewa. Hata ukisini, Yesu ataamuka akukomboe tena. Hata ukifanya usherati, Yesu amuka. Hata ukiimba, Yesu amuka. Hata ukifanya Yesu Uko tayari Yesu kuja na kuuliza hata wewe utaweza kusamehe mtoto wako katika dhambi ya kutenda kwa kusudi? Oh! Haya wote watu watendaje katika kusudi? Na katika kitabu cha Waebrania chapter 10 verse 26. Unaoje kana hane, kama tunatenda dhambi kwa kusudi. Eti so, kuchukua hekima eh, ya ula ukwali. Oh. Kuhitia, laga, baingi, akuja salia tena sadaka kwa ajili ya dhambi. Bali kuna kusubiri Yesu atatolewa sadaka tena kwa ajili ya dhambi. Yesu alikuwa mwana Haiwezekani hangu sesu katika dhambi ya mtu, lazima mjue kwamba ni lazima mfuate sheria za Musa, ndipo mjue kuishi katika hii dunia. Msipofuata sheria za Musa, hii dunia mtaishi kwa uchungu. Hii dunia mtaishi kwa mateso. Hii dunia mtaishi kwa kuangaika. Hii dunia mtaishi kwa kuomboleza. Hii dunia mtaishi katika mauchungu. Hata ndio hii sasa. Unaona eh, shule wakati wa zamani tulikuwa sana. Wa leo watoto hawachabwi, wako wapi sasa? Ni watoto kweli? Saa hii watoto ni watoto, wamekuwa kwa maana hawana sheria kutoka katika nyumba zao. Kama mama yako hawezi kutolea sheria wala baba yako, hakuna mwanadamu anaweza kutolea, lazima mwanze nyumbani.

hata sio wachawi Amen. Ni watu wa kanisa. Kwa nini waliangalia? Wakasema atufuati sheria. Sasa wakaanza kusema mtu yeyote akiitwa Kristo asikubalike kanisani, yeyote aongiae haki asikubalike kanisani, asikuwe Yesu. Kwa nini? atendae dhambi ya juu na watu wa Mungu mtu yule atendaye dhambi kama ajui hata aogopi hata aogopi. Kwa hivyo watu wa makanisa, maana walikuwa wanajua hivyo, walikuwa na uoga. kwa maana walikuwa wanajua jambo anayeitenda. Kwa hivyo watu wa Mungu sisi tulia hapa, tutakuwa kukaa ndani ya sheria za Musa, hivyo nao watoto wetu watusikie watu, watu, watu, kama vile tunavyosikia sheria juu atendaye haki htlakini nini, unaacha bani, unaacha usharati kwanza, unaongopa bibi ya mwenyewe, ama sio? akini kwa maana utaki kuacha. Yesu alipopika kanisani, najua vile alisema, Unipo watu waanze kumtukia. E, watu wa Mungu e, musikie, kuna watu, watu wanachukuanga mabibi za wenyewe. Hapo kanisani kuna watu waizi, hata ndani wanaiba ndani kanisani. Hapo kanisani. Yule aliyechukua ia mwenyewa kauliza mwizi. Nani anajikua hapa?

Hapa watu kanisani wakiuza mandizi yeah. Nao sisi ndio sisi, shilingi ishirini mia tano mia tano ndisi. Haya, miwa miwa, hii ndio hii mnauza kanisa. Akawambia kwamba nyumba ya baba yangu kweli, ya wale ya walevi wala wanyang'ani, mbali ni ndilo la baba langu. Asifiwe Yesu.